Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wasallam amma ba'd. Baado tupo katika viwanja vitukufu, na hapa tupo Madinatil Munawwara, al Madinatul Munawwara, mji wenye nuru. Aliokuwa mbele yetu ni mmoja ya mahajjat waliobarikiwa kutegeleza ibada hii ya haji ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, lakini bahati zaidi inakuja kuwa huenda akawa hajati huyu ndiyo mkubwa zaidi kuliko mahujaji wote walioshiriki ibada hii mwaka huu. Hajati, assalamu alaikum. Vipi hali mama yangu? Kwa mujibu wa pasipoti yako una miaka tisini na tano, eh? Wamekuongopea au ni kweli eh? una miaka mingapi? tisini na tatu, tisini na tatu. Bismillahi, mashallah, una miaka tisini na tatu na umekuja kutekeleza ibada ya haji katika umri huo. Mama, hii kwako ina furaha kiasi gani? Mimi, unajisikia furaha kiasi gani kutekeleza ibada hii? Nini? Nini? unajisikia furaha, uh, uh, furaha sana kweli. ilikuwa ni sehemu ya ndoto zako? uh, shukrani nyingi Yani, Hajat, una miaka tisini na tatu, lakini haji imekubadilisha, umekuwa kama una miaka kumi na sita. Unadhani ulikuwa una unakunywa sana maji ya Zamzam eh? ulikuwa unakuja sana maji ya zamzam. Unajua maji ya zamzam ukinywa yale, yanakubadilisha maana yake, unazidi kupata nuru. Sasa umekuwa kama miaka kumi na sita vile, mashaallah, hongera sana na Allah akubariki. Leo unarudi nyumbani, Allah akikufikisha salama, utafikia Dar es Salaam, nani watakupokea kule, watoto wako au wajukuu zako? Wajukuu zako, mashaallah, wapo tayari, umewapanga ndio, Hanani Hanani, Hanani. Hanani huyo ndio mtoto wa mjukuu wako. Mm -mm. Mtoto wa mjukuu wako, Mashallah, hongera sana mama, bibi Hongera sana umehiji, katika wakati wanasema wakati wa bahati sana. Miaka tisini na tatu unatekeleza ibada hii ya haji, sio jambo dogo, siyo jambo la maskhara, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunakutakia safari njema, na kwa kweli iwe hamasa kwa watu wenye umri kama wewe, wasije wakasema kwamba ah, mimi siwezi tena kuhiji, nina umri mkubwa, nitasumbua watu. Hapana, inawezekana, na inawezekana. Mama yetu, bibi yetu Amehiji mwaka huu akiwa na miaka tisini na tatu. Hongera kwake, hongera kwa familia yake iliyomwandalia safari hii. Lakini kubwa zaidi, tunamwombea dua, Mwenyezi Mungu amkubalie ibada yake na akubali dua zote alizoombea wajukuu zake, watoto wake, na hata nchi yake. Insha allahu hajun mabrurun wa dhambun maghfurun wa sayun mashkurun wa kullu amun wa antum bighairi. Anayekuhoji ni Ashim kutoka Al Azhar TV Madina.